Tumekuja tushikamane na tufunge hiyo hoteli ya kina Faruk, tuambie watu wa, wa Malava mkomboe heshima yenu. Lakini kwanza mnikubali niwashukuru ndugu zangu hawa, huyu gavana anatembea, huyu my, my friend Senator Halwale, my friend Eugene wa Malwa, Senator Malala. Ile muungano tumeona hapa leo ni muungano wa kweli, si wa kweli? Wangapi wanasema wakishikamane namna hii mpaka Ruto awe one term? Mengine, tuanze kuongea baadaye, msije mkajani. Kuna wenzangu nilikuwa na wao kule, unakumbuka ma DVD, sio? Wanasema kweta. Ah, walikuwa ndugu zangu, wao wameamua kwenda retire mapema, ni kweli si kweli? Wangapi wanasema waende retire mapema hao ndugu zangu? kwa hivyo, asanteni, asanteni. tepigwa tia gasi 2013 2017 na bado tuko na lazima nchi isimame. Kwa hivyo nimekuja hapa niwaambie watu wa Malava msikubali kuuziwa uongo. Uongo ndio ile kitu kibaya zaidi, lakini mkijikakamua, au watoto watapata nchi ambao wanaweza kujivunia. Ruto ameharibu, ameharibu elimu yote yule Matiangi alikuwa waziri wa elimu mimi nilikuwa waziri wa elimu sasa kwenda chuo kikuu Kenya hii ni kama mtu anatarajiwa kwenda mbinguni hawezi mzazi hawezi walimu wa chuo kikuu kwa mara ya kwanza wameenda hata mgomo wanagoma ah my, my friend